Msanii sisi, ni kama unavyojua ni vyombo vya habari, tumekuona hapa, tumesikia ni msanii ambaye uko unajitafuta. Je, wewe una neno gani ambalo ungependa kusema, maana umma unakutazama hapa na dunia inakutazama? Ah, yote kwa yote, namba kwanza nijitambulishe. Ni ah, msanii mdogo, kwa majina naitwa Benfero. Ukienda pale kwenye akaunti yangu ya YouTube pale uta search M7 Pro Comics. Ni msanii mdogo, ndio najitafuta, naomba support yenu jamani, naomba support yenu mafansi eh, naomba support yenu please. Sawa, ah, sawa sawa. Umesema kwamba unaitwa Benfero, si ndio? Ndio, ndio. Ah, je, ningependa kujua ni changamoto gani ambazo unazipitia wewe kama msanii katika kariera yako unayoifanya? Ah, kozi ndugu mwandishi, changamoto ni nyingi, changamoto ni nyingi sana. Sinaona kama sasa hivi unakuta kama, ah, kama umeitwa kushuti yani kuna, kuna yaani mazingira kidogo yanakuwa haya support, yani unashuti watu wanaanza kuona kama ah huyu mtu vipi, sijui unaelewa ile yani yeah, kama kuna kuna yani kuna namna fulani unakuchukulia yani, ah, yani na nipo nashuti pale unashangaa yani wananichukulia tofauti yani vibaya, yani kuna namna tu wananichukulia. Of course, mwenyewe najisikia vibaya, lakini mwenyewe ndo nivyo na kwa natafuta riski, lakini saa mwisho wa siku maneno ninayokuja kuyasikia kwamba yule ndo jambo la tatu, sinaelewa tena binadamu wanakadisha tamaa yani. Ah, asante. Ah Benifelo, sisi tuliopo hapa ni waandishi wa habari, tumesikia mengi kuhusu wewe, tunasikia na mahusiano mabaya sana na wasanii wako. Unaweza kueleza nini kuhusiana na jambo hilo? Uzi ukisema na mahusiano mabaya na wasanii wangu hapo mimi ndakwa sina jibu, kaulize wenyewe, sina jibu. Mimi sina mahusiano mabaya na, na mtu yeyote, kaulize wenyewe, mimi sina jibu. Benifelo, tetesi za mitandaoni ni kuwa hata wasanii wenzio pia hauna mahusiano nao mazuri. Umekuwa mtu ambaye unafanya vitu vyako unajisikia, watu wanaomba kolabo au watu ushirikiano. Tetesi hizo zina ukweli kiasi gani? la zina ukweli kabisa ni uongo? afu sinsogeze mic ah. Mwisho bali make sure mic yako keep distance bonkia, na bonge na mimi naelewa, afu ni shida naelewa, ndugu mwandishi Nisogezee mai. Of course hapo hicho kitu na peji na mkataa ni uongo kabisa yani. Eh, you know, sina sina mahusiano mabaya na mtu yote. Mimi nafanya kazi zangu mwenyewe. Unaelewa? Okay, Benifelo, swali la mwisho. Una una una mpango gani kuhusiana na kazi zako ambazo zinakuja hivi karibuni? Maana umeonekana wiki chache zilizopita, huko location, inaonekana kuna collab kubwa sana ambayo inakuja na inaonekana ya kimataifa zaidi. Una una maoni gani, una comment gani kuhusiana na na hilo? Ah, of course ndugu mwandishi, of course nishakuwa star minister. Ene mimi ni staa ndio maana, that's why kama unaona wasanii wakubwa wananitafuta. Nataka, nitaka kuambia vitu vizuri vinakuja, sijui. Yes, naelewa. My people, naombeni support yenu. Hivyo, yaani sina mengi ya kuongea ndugu mwandishi. Mashabiki wangependa kujua ulimwengu wa mahusiano kuhusiana na wewe. Upo kwenye mahusiano Ben Fellow? Ah of course, hapa hapa ndo kudanganya, ndo kudanganya. <laughs> Siko kwenye mahusiano yoyote, hapo ndo kudanganya ndugu mwandishi. Siko kwenye mahusiano yoyote, hapo ndo kudanganya. <laughs> Kudanganya. Neno lako la mwisho kwa mashabiki?